Tumefika Sentro, wakakunja wakaingia barabara ya mwendo kasi, tumekwenda mpaka e, Kisutu, wakaoda ving'ora vyote vya magari tulivyokuwa navyo vizimwe, tukashika hiyo barabara ya kuja kama tunakuja tuna Jangwani, tukapita kwenye mwendo kasi, nikajua labda wanatupeleka Mburahati. Tumefika e, Magomeni hapo wakakunja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 waandishi wa habari wa Tanzania mwelewe tuko kwenye matatizo makubwa tunaongozwa na watu ambao wako very coordinated mambo ya nchi yanajiendea huyo anatoa tamko huyo anatoa kila mtu ni kambale inawezekana hata hizi orders za kumkamata heche haieleweki -ha aliyozitoa huyo anasema hivi inawezekana ni kila mtu anaongoza section yake kwa sababu kama RC anasema wako na mimi RPC anasema hawajanikamata ni message gani anayoipeleka kwa Tanzania kwa hiyo hili la kukamatwa mimi ni sehemu ya vitisho vya kutuzuia kufanya kazi zetu, lakini lazima tufanye kazi zetu.